Sifa Yesu Kristo, ndugu zangu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Media, karibu katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni dominika ya 4 ya Pasaka ya mwaka C wa kanisa, dominika ya Kristo Yesu mchungaji mwema, sanjari na maadhimisho ya siku ya 62 ya kuombea miito duniani inayonogeshwa na kaulimbiu ya maujaji wa matumaini. Tafakari hii imeandaliwa na Phabian Abel frateri wa shirika la SVD na kuletwa kwenu nami Eric Emmanuel. Karibu tutafakari pamoja katika kuinjirisha na kulitafakari neno la Mungu. Tusikirize masomo. Somo la kitabu cha matendo ya mitume. Paulo na Barnaba walitoka Perge, wakapita kati ya nchi, wakafika Antiokia, mji wa Pisidia, wakaingia katika sinagogi siku ya Sabato, wakaketi. Sinagogi ilipofumukana, Wayahudi na waongofu watauwa wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba; ambao, wakisema nao, wakawatia moyo kudumu katika neema ya Mungu. Hata sabato ya pili, watu wengi, karibu mji wote, wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Bali Wayahudi walipowaona makutano, wakajaa wivu wakayakanusha maneno yaliyonenwa na Paulo, wakibisha na kutukana. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa wakasema, ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza; lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele Angalieni, twawageukia Mataifa. Kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana. Nimekuweka uwe nuru ya Mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Mataifa waliposikia hayo wakafurahi, wakalitukuza neno la Bwana nao waliokuwa wamekusudiwa uzima wa milele wakaamini. Neno la Bwana likaenea katika nchi ile yote. Lakini Wayahudi wakawafitinisha wanawake watauwa wenye cheo na wakuu wa mji, wakawataharakisha watu wawaudhi Paulo na Barnaba wakawatoa katika mipaka yao, nao wakawakung'utia mavumbi ya miguu yao, wakaenda Ikonio. Na wanafunzi walijaa furaha na Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati unatoka Zaburi mia moja aya ya kwanza hadi ya, ya tatu na aya ya tano. Kiitikio ni aya ya tatu, nayo inasema: tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Somo la kitabu cha Ufunuo Wakati ule mimi, Yohane, niliona na tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na ruha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za Mwanakondoo, wamevikwa mavazi meupe wana matawi ya mitende mikononi mwao. Mmoja wa wale wazee akiniambia, hao ndiyo wanaotoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketiye katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga wala hari iliyo yote; kwa maana huyo mwana kondoo Aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio linatoka katika kitabu cha Mwinjili Yohane sura ya kumi aya ya kumi na nne, nayo inasema: Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi. Kondoo wangu waisikia sauti yangu nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele. Wapendwa wana wa Mungu, leo Mama Kanisa anaadhimisha Dominika ya nne ya Pasaka ya mwaka C wa Kanisa. Dominika hii ya nne, kadiri ya mpango wa kiriturujia na inavyojionyesha yenyewe katika tafakari nzima ya masomo ya leo, hujulikana kama Dominika ya Mchungaji Mwema. Halikadhalika kanisa duniani kote linaasa katika kuombea miito mitakatifu, ambapo Yesu Kristo ndiye mchungaji mwema, kwani ni kwake tu tunaweza kuupata uzima huo na kuufikia umilele, ambao kama alivyosema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha mwinjili Yohane sura ya kumi na nne, aya ya sita. Hivyo kwa ukweli huu, sisi wenyewe bila Kristo Yesu hatuwezi kufanya lolote. Yesu anaweka bayana kweli hii anapojifananisha na mzabibu, naye anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote, katika kitabu cha mwinjili Yohane sura ya 15 aya ya tano. Hivyo tunapoadhimisha dominika hii ya mchungaji mwema, ni vyema kuelewa kweli hiyo kuhusu Kristo Yesu, Kristo mchungaji mwema, na Baba mwenye ukamilifu wa ubaba na Umungu. Ni kwake tu tunapoweza kupata ukamilifu wa tumaini la kweli, imani thabiti na upendo wa kweli. Kwa mafundisho yake, kuishi kwake na kutoa uhai wake kwa ajili yako na yangu, angali hapa duniani, amethibitisha pasipo shaka yoyote hayo mambo makuu matatu: imani, tumaini na upendo. Mimi na wewe, kila mmoja, kadiri ya wito wake vipaji vyake na nafasi yake katika jamii husika anayoishi. Ni wajibu wangu kama Mkristo na mfuasi wa Kristo kuishi kweli hii, kuwa mchungaji mwema kama alivyokuwa Kristo Yesu. Kuwa kama Kristo mchungaji mwema ni kuishi kukilenga kiti cha utukufu, ukijua wazi kabla ya taji hilo la utukufu kuna msalaba. Huu ndiyo mwito wa somo letu la kwanza na la pili. Wapendwa wana wa Mungu, kinachowatokea Paulo na Barnaba huko Perge hakina tofauti na kile kilichomtokea Yesu huko Nazareti siku ya sabato, katika sinagogi alipopewa chuo cha nabii Isaya na kulisoma neno ambalo ndilo lililokuwa mpango kazi wake hapa duniani rejea katika kitabu cha luka sura ya 4 aya ya 16 hadi ya 21 yesu alitangaza mpango kazi wake na kusema roho wa bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena kuwaacha huru walioteswa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akaanza kuwaambia, "Leo maandiko haya yametimia masikioni kwenu." Rejea katika kitabu cha Luka sura ya 4 aya 18 hadi ya 19 na ile ya 21. Neno hili alikupokelewa kwa furaha na hasa kwa Wayahudi waliokuwa na msimamo na misimamo yao mikali juu ya maisha juu ya Masiya yule waliokuwa wakimngoja. Fikra na mategemeo yale ilikuwa kuja kwa Masiya ambaye kwa kiasi kikubwa alibeba taswira ya kisiasa kuwatoa katika utawala ule wa Kirumi. Hivyo, baada ya Yesu kuutoa mpango kazi wake, akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho kumkazia macho huku Yesu kulidhihirisha wazi hawakuwa tayari kuupokea ujumbe ule. Mtume Paulo na Barnaba huko Perge wanapatwa na maswahiba ayo hayo, wakiwa kwenye sinagogi, licha ya kwamba sinagogi lilifurika watu na kupokelewa vizuri na wenyeji, mchanganyiko wa Wayahudi na wasio Wayahudi. Wayahudi hawakufurahishwa na habari njema ile waliyoitangaza. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 43: bali Wayahudi walipowaona makutano, wakajaa wivu, wakayakanusha maneno aliyonenwa na Paulo, wakabisha na kutukana. Licha ya vurugu na vitisho hivi vya Wayahudi, Paulo na Barnaba waliutazama utukufu uliokuwa mbele yao ilhali waliku, walijua pia kuna msalaba kama alama ya ushindi. Ni kwa mantiki hii Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa wakasema, ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele angalieni, twawageukia Mataifa. Rejea katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 46. Kwa tendo hili la Paulo na Barnaba, wanatambua ni wajibu wao kufuata njia ile ya mchungaji wetu mwema Yesu Kristo. Kutokupokea ujumbe huu wa habari njema kwa Wayahudi haikuwa sababu yao ya Paulo na Barnaba kukaa kimya. Hapo Paulo na Barnaba wanakumbuka na kutukumbusha pia mafundisho ya Yesu aliposema, na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu, mtokapo katika nyumba ile au mji ule Kung'uteni mavumbi ya miguuni penu. Amini nawaambia itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya, ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Lejea katika kitabu cha Mathayo sula ya kumi aya ya 14 hadi ya 15. Na hiki ndicho kilichotokea baada ya Wayahudi wa Pelge kukataa habari njema ya wokovu na kuleta ufitini juu ya Paulo na Barnaba. Hakika kumpiga teke chula sio kukatiza safari yake bali kumwongezea mwendo na mti wenye matunda ndiyo upigao mawe. Hujuma wanazozipata Paulo na Barnaba zinakuwa chachu ya kusonga mbele na kulihubiri neno la uzima. Agizo hili la kufikisha habari njema hata mwisho wa dunia ni kwa kila mbatizwa, na hii ndiyo ajenda nzito na mahususi Yesu aliyowaachia wanafunzi na kanisa kwa upana wake kabla ya kupaa mbinguni, akisema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini hatahukumiwa. Ujumbe huu mahususi wa ufalme wa Mungu unaambatana na hukumu kwa yule asiyeamini. Wajibu wangu na wako, yaani wewe uliyebatizwa na kanisa kwa ujumla wake, ni kulihubiri na kuliishi neno la Mungu bila kipimo. Wapendwa katika Kristo, uzuri ni gharama na penye utaratibu kuna akili. Mimi na wewe leo kwa kumwamini Kristo na kumfata kila siku, itukumbushe kuwa tumekombolewa kwa gharama kubwa sana, damu ya mwanakondoo Yesu Kristo. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu vilivyoharibika, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila asiye na waa, yaani ya Kristo. Rejea katika kitabu cha Petro sura kwanza ya kwanza aya 18 hadi ya 19. Ndugu yangu tunayesafiri sote katika tafakari hii, ni wazi kwamba usichokijua thamani yake, wakati mwingine ni vigumu kukithamini ni heshima kubwa sana tuliyopewa mimi na wewe kwa tendo la Yesu kutufia pale msalabani, ni upendo mkubwa sana kwetu. Tendo hili kubwa na la upendo limeusadifu mwenendo mzima wa Yesu mchungaji mwema. Hivyo, kuwa mchungaji mwema ni kwenda ndani kabisa ya maisha ya kondoo zako kwa lengo la kuinua na kuiona nuru ile uliyo nayo. Kweli hii kaifanya Yesu Kristo pasipo shaka yoyote. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa masikini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake. Rejea katika kitabu cha Wakorinto wa Pili sura ya nane aya tisa. Hii ndiyo taswira ya mchungaji mwema ambayo kila mbatizwa kadiri ya wito maisha yake anapaswa kuishi. Mimi na wewe tunapoishi hapa duniani kama sehemu ya maandalizi ya maisha ya umilele na kuufikia ukweli huu kama Kristo tu mashahidi mbele ya mwanakondoo katika maisha ya umilele naye mbinguni. Huu ndiyo ufunuo wa Yohana kadiri ya somo letu la pili leo. Baada ya hayo nikaona natazama, mkutano mkubwa mkubwa sana ambao hapa mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kila kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwanakondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya saba Haya, ile ya tisa, ndugu zangu, katika somo la pili hili, hawa ndio wale watakaofahamika kwa mavazi yao meupe, yani utakatifu wao ni katika dhiki na taabu, bila kupoteza imani, matumaini na mapendo kwa ajili ya Kristo mwana kondoo aliye hai, tunaoshwa kwa damu yake takatifu na kuhesabiwa haki kama wateule wake na warithi wake. Yohane anawaambia katika maono yake yale kwamba hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Tunayo kazi moja tu ambayo ni kuushinda ulimwengu huu yaani kumtumikia Mungu mchana na usiku katika hekalu lake. Hawa ndiyo wale watakaohesabiwa haki katika kuushinda ulimwengu huu, kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye akitie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Ndugu zangu wa Kristo, hali yetu ya kuchoka hatutakuwa nayo tena, kwa sababu tutakuwa na miili tutakaa na tutatakatifuzwa. Hivyo walio na miili hiyo hawataona njaa tena wala hawataona kiu tena wala jua halitawapiga wala hari iliyoyote. Wapendwa wana wa Mungu, Furaha tunayoitegemea kutoka kwa Kristo ni tokeo la kusikia sauti yake. Zipo sauti nyingi sana tuzisikiazo, kila mmoja kadiri ya wito wake na mazingira yake. Tujiulize ndani ya mioyo yetu, ni mara ngapi tumekatishwa tamaa hapo tulipokuwa tukisikiliza sauti nyingine na siyo sauti ya Kristo mchungaji wetu mwema. Yesu anatuambia leo mimi na wewe kwamba, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua nao wanifuata. Rejea katika kitabu cha mwinjili Yohane sura ya kumi aya ya 27. Tujiulize, je, unaiheshimu sauti yako ya ndani yaani dhamiri yako njema? Dhamiri njema ndiyo mwito wa Yesu pia ndani yako. Dhamiri hii njema hutuongoza kwa yaliyo mema, yaani katika kuyatenda na kuyaishi, ili kuifikia ile mede ya dhahabu au uzima wa milele katika Kristo Yesu. Hivyo, Kristo tumwendee. Yeye ni mwenye uwezo na atatupatia uzima huo wa milele naye, anasema nami, nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Bila Kristo usalama wetu upo matatani, ila ndani yake na katika Kristo tuna uhakika wa kila kitu, na hatuna cha kupoteza. Ndugu yangu, yale yote yanayokupa matumaini hapa duniani, kwayo bila Kristo hayana umilele. Yesu anatupa hakikisho la matumaini ya kweli na kusema, Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Rejea katika kitabu cha mwinjili Yohane sura ya kumi aya ya ishirini na tisa hadi ya 30. Ndugu yangu, vyote ulivyo navyo na usivyoviona na unavyoviona kwa macho haya ya kibinadamu vipo kama vilivyo kwa sababu ya neno, yaani Yesu Kristo. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ndugu yangu, kilicho chako na mali yako ni kipi zaidi ya dhambi zako? Padri Josefu Naria na Mungu baada ya upadrisho wake alitumwa na askofu wake uchungaji eneo la wafugaji. Mazingira ya eneo lile yalikuwa makame sana. Mifugo ilikuwa mingi ukilinganisha na idadi ya watu. Hata hivyo, watu walionekana wanyonge na wadhaifu sana licha ya wingi wa ng'ombe, kondoo na mbuzi waliokuwa nao. Padri Naria na Mungu Joseph alihuzunika sana na hali ya waumini wake na hasa kutofika kanisani kusali na kupata katekesi ya kina. Alipofanya tafakari kwa nini waamini wake wapo kama walivyo, lilimjia wazo la kutembelea na kujua hali zao. Padri Joseph alianza kutembelea hakaya baada ya kaya. Baada ya mwaka mmoja, kutokana na ukubwa wa parokia ile Alifanikiwa kuwatembelea waumini wake wote. Padri huyu alijifunza mambo mengi sana. Baadhi ya mambo hayo ni kama yafuatayo. Moja, wengi wa waamini wake wanakosa muda wa kufika kanisani kwa katekesi na misa kutokana na kutumia muda mwingi kutafuta malisho ya mifugo yao. Pili, aligundua familia nyingi ni dhaifu kiafya kutokana na kutokula mlo kamili na mara nyingine kula mlo mmoja tu kwa siku. Tatu, pardinaria na Mungu aligundua ukame ule wa kiasi kikubwa uliosababishwa na wingi wa mifugo. Nne, wingi wa mifugo ile haukuweza kubadili hali za maisha ya waamini wake kimwili na kiroho ilikuwa ni sehemu ya sifa tu kwa mtu kuwa na ng'ombe nyingi na kumfanya kuwa na uwezo wa kuoa wanawake wengi. Na tano, Padri Joseph aligundua kwamba karibia asilimia 96 ya waamini wake ni washirika na wenye kuamini imani potofu. Kwa kutambua matatizo hayo, Padre Joseph alifanya yafuatayo: kwanza, aliongea na viongozi wa vijiji vyote vya parokia ile na kuwaomba wawakutanishe watu wote kwa siku ya Jumamosi, kwani watakuwa na mganga maarufu. Kwa vile waamini waliamini katika ushirikina, hakuna aliyekosa kikao kile, wakiwa wamekwisha kupanga yote na mseminari aliyekuja parokiani pale kwa uchungaji. Namna walivyofanya seminari yule alijitambulisha kwenye kikao kile kama yeye ni mganga mashuhuri, mganga mti mkavu. Lengo la ujio wake ni kutengeneza mvua ili kusiwe tena na tatizo la majani kwa ajili ya mifugo. Basi mseminari yule akiwa amevalia mavazi ya kutisha na sasa kama mganga mti mkavu, alitabiri huku akitoa sauti za kutisha: Vijiji hivi vina matatizo sana kwa sababu mmekwenda kinyume na mizimu ya mababu zenu. Kurudisha imani katika vijiji hivi kwanza sana, kila familia lazima itoe ng'ombe wasiopungua kumi na mbuzi wasiopungua kumi na tano. Ng'ombe na mbuzi hawa watakuwa wanachinjwa kutokana na mahitaji ya kila kijiji. Ngozi za wanyama hao zitawambwa na kutengeneza wigo mkubwa ili kupunguza kasi ya upepo, na sababu kwenye upepo huo ndiko kwenye mizimu hiyo inayoleta fujo. Watu wote walikaa kimya kwa hofu juu ya utabiri ule. Hivyo siku iliyofuata ng'ombe na mbuzi waliletwa parokiani pale kwa wingi. Kila kijiji kiliteua wazee watano kwa ajili ya kuchinja na kugawa nyama kwa kila kaya. Baada ya miezi mitatu afya za watu zilibadilika na baada ya miezi mitatu baadaye idadi kubwa ya mifugo ilipungua na kuwafanya wakazi wale kutumia muda mwingine kwa kazi za kilimo kilichozunguka maeneo yao. Kwa vile ilikuwa kipindi cha kilimo, mvua zilianza kunyesha na hali ilibadilika. Watoto na baadhi ya watu wazima walipata muda wa kwenda mafundisho na hata kuhudhuria misa kila dominika, kwa sababu kila familia ilikuwa na mifugo michache. Padri Joseph aliwaleta wataalamu wa kilimo na kutoa elimu kuhusu kilimo cha kisasa na ufugaji wa kisasa. Baada ya miaka mitatu, mambo yalibadilika kabisa. Afya za watu zilikuwa nzuri na wengi waliachana na imani potofu na kwa katekesi ile aliyotoa padri naria na Mungu ya vyumba kwa nyumba ndugu yangu, tujifunze kwa padri Josefu naria na Mungu. Nawe pia ni mchungaji mwema pale ulipo kadiri ya wito wako na mazingira yako ya kazi. E Yesu mchungaji mwema, Tujalie neema ya kutumikia bila kujibakiza, kila mmoja kadiri ya wito wake, ili wewe uonekane kwa kila tunayetaka kumhudumia kama baba na mchungaji mwema, ukiwa wewe ndiye kielelezo chetu. Amina.